huko Jeffersonville Indiana Marekani kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa wapumzikao, tumewasili, tumefika kule kuthibitishwa kwa neno, kumethibitisha ya kwamba ufunuo wetu wa ujumbe huu unatoka kwa Mungu, tuko katika mapenzi yake makamilifu kwa kudumu na sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda kubonyeza play. Ni muhimu jinsi gani maneno tunayosikia kwenye kanda! Ni muhimu sana, matakatifu sana hivi Mungu mwenyewe hata asingeweza kumwamini, kumpa hayo malaika, hata kwa mmoja wa malaika wake wa mbinguni. Ilibidi yafunuliwe na kuletwa kwa bibi harusi wake na nabii wake, kwa maana huyo ndiye neno la Mungu humjia nabii wake peke yake. Mungu alichana ile mihuri akaikabidhi kwa malaika mjumbe wake wa saba wa duniani na kumfunulia kitabu chote cha Ufunuo kisha Mungu akanena kupitia malaika wake wa duniani na kufunua kila kitu kwa bibi-arusi wake. Kila maelezo madogo yamenenwa na kufunuliwa kwetu. Mungu ametujali sana hivi kwamba yeye hakutuambia tu mambo ambayo yametukia hapa duniani tangu mwanzo wa wakati bali alinena kupitia malaika wake na kutuambia mambo yanayoendelea katika mahali kama paradiso sasa hivi. Yeye hakutaka tuhangaike ama tusiwe na hakika juu ya kile wakati ujao unachoshikilia kwa ajili yetu, wakati tuyachapo maskani hii ya kidunia. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alimchukua malaika wake wa saba mwenye nguvu ng'ambo ya pazia la wakati, kusudi aweze kuliona kulihisi, hata azungumze nao kule ng'ambo. Haikuwa ono, alikuwepo kule. Mungu alimpeleka huko ili yeye aweze kurudi na kutuambia, nilikuwa huko, nililiona, linatukia sasa hivi mama zetu, baba zetu, kaka zetu, dada zetu, wanetu, mabinti zetu, wake, waume, babu, Musa, Eliya, watakatifu wote ambao waliotangulia huko, wamevalia mavazi meupe, wakipumzika na wakitungojea sisi. Hatutalia tena, maana itakuwa ni furaha tupu. Hatutakuwa na huzuni tena, maana itakuwa furaha tupu. Hatutakufa kamwe, maana yote ni uzima mtupu. Hatuwezi kuzeeka, maana sote tutakuwa vijana milele. Ni ukamilifu kuongeza ukamilifu kuongeza ukamilifu, nasi tunakwenda huko, na kama vile Musa, hatutaacha hata ukwato, sote tunakwenda familia yetu yote. Ni muhimu jinsi gani kumpenda huyo malaika wa saba mwenye nguvu. Nayo ikalia ikasema, vyote ulivyowahi kupenda, thawabu ya huduma yangu, sihitaji thawabu yoyote. Akasema, vyote ulivyowahi kupenda na wote waliowahi kukupenda, Mungu amekupa Hebu tulisome hilo tena tafadhali. Amesema nini? Mungu amekupa wewe we. Nasi tutaungana nao na kupaaza sauti, tunategemea jambo hilo. Tumekitegemeza kikomo chetu cha milele juu ya nini? Kila neno lililonenwa kwenye kanda. Ninamshukuru sana Bwana kuwa ametupa ufunuo wa kweli kwamba kubonyeza play ndilo jambo lililo muhimu sana ambalo bibi arusi analopaswa kufanya. Je, ungependa kupumzika pamoja nasi? Njo uungane nasi Jumapili hii saa sita mchana saa za Jeffersonville, ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, tunaposikia yote ya usuyo, wakati ujao, unachoshikilia wapi, tunakoenda na jinsi ya kufika huko tunaposikia sauti ya Mungu ikinena na kuufungua muhuri wa tano sita tatu desh, sifuri tatu mbili, mbili, Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe ni Danieli sura ya tisa mstari wa ishirini hadi wa ishirini na saba Matendo sura ya kumi na tano mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nne Warumi sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tano hadi wa ishirini na sita, ufunuo sura ya sita mstari wa tisa hadi wa kumi na moja, ufunuo sura ya kumi na moja mstari wa saba hadi wa nane, ufunuo sura ya ishirini na mbili mstari wa nane hadi wa tisa.